Atakayevumilia hata mwisho ndiye atakaeokoka. Kwahiyo, kuna watu ambayo amtini wameokoka leo lakini hawataokoka baadaye. Kwa nini? Walisalenda, waliamua kuacha. Kwa nini waliacha? Walikutana na changamoto, walikutana na majaribu, wakaamua kuacha. Sasa itaki wache, unatakiwa vumilie hata kama kuna misumari inaingia ya yakulunisha nyuma, linda wokovu ukienda umeokoka. Maneno mengi yanakuja, hayakuwingi huyo yanawinda lile basi na ndo maana basi likivuka hawaongewe tena manae. Mana, uki ukiacha wokovu hawatakufuatilia tena. Kwayo leo unafuatiliwa, unawindwa, kwa sababu wokovu uko ndani yako, imani iko ndani yako, ndomana unawindwa, ndomana atafutwa kila mahali, unasemwa kila mahali, unasingiziwa niwe utakuja kusikia mtu anakufuatilia tena. Hawa watu ambao walikuwa wakupendi watakufurahia watakuwa upande wako, kwa sababu umesalenda. Kwa hiyo ni adui huyo anayewinda uokovu wao kupitia watu hawa tulio nao makanisani, tulio nao majumbani, tulio nao hawa majirani tuliokuwa nao. Kwa hiyo wewe, kitu cha kutaasana ni uokovu wao huo, unatakiwa ushikilie sana, maanaake Yesu aliingia gharama kwa ajili maisha kuna leo na kesho, yaani leo upo, kesho upo. Utaishi leo, kesho utakuwa upo tena. Utaingiaje kwenye ile lango? Unahitaji uingie na tiketi yako, uingie na ile basi. Ndio maana ile tenzi inasema mtu mmoja aliyofika kwenye lango aliulizwa cheti, akakutwa hana kile cheti. Maana yake wokovu ukifika kwenye lango la mbili ambao kumegawanywa, huku jehanamu, huku uzima milele, kwenye njia pana Wakaguzi wanakuja pale, wanaangalia vazi, unapojitokeza tu vazi, vazi lako linaonyesha wewe ni wawapi wa kulia au ni wa kushoto. Lakini wale ambao watakuwa na vazi la kulia, maanake kwa Bwana ba kabisa, hapo ni wale ambao walivumilia hata mwisho. Kwa hiyo wokovu sio lelemama, mwanangu. Wokovu sio kitu chepesi. Wokovu tumeupata kwa wepesi, lakini namna ya kusambaibu nao unahitaji nguvu kubwa unahitaji kujikana, utatengwa, utasalitiwa, utachukiwa, utanenewa kila neno ovu. Yesu anasema kwenye Mathayo ile sura ya tano kuanzia kumi na moja na kuendelea, inasema mtachukiwa, mtanenewa na neno mabaya, nivi waliyofanyiwa hata manabii waliokuwa kabla yenu. Kwa hiyo haya mambo waliyoweza kufiti na kufika mbinguni ni wale ambao walivumilia, maana yake walishikilia wokovu wao katika changamoto zote wa walishikilia, hawakutamka kurudi nyuma, hawakutamka kumwacha Mungu, hawakugairi safari zao, waliendelea kumwangalia Mungu katika maisha yao, hatimaye wakaja kamuona Mungu. Nawe endelea kusimama na kushikilia wokovu wako, ng'ang'ana, kama uzidi kung'ang'ana, ndiyo safari yako ya kwenda kumuona Yesu. Baadaye utamwona Yesu uso kwa uso, endapo utang'ang'ana. Endapo utashikilia kila macho Mungu ameweka ndani yako, tuseme wote amen. Okay. Mathayo saba mstari wa kumi na nne, maandiko yanasema bali mlango ni mwembamba na njia imesonga, yenayozimani na nao waionao ni wachache. Mlango wa kuingia mbinguni ni mwembamba na ile njia imesonga songa. na wale wata na iona na kuingia kwenye mlango, ili asema ni wachache. Kwa nini ni wachache? Kwa sababu wengi watapitia changamoto, lakini ni wachache watakaovumilia. Wengi watapitia misukosuko, ni wachache watakaokomaa kwenye hiyo misukosuko. Ni kama ni kama hii Biblia umeishikilia, unapita kwenye njia ambayo imesonga, yamkini unapita upande upande maanake ni nyembamba. Kulia kuna miba nyuma kuna miba, chini kuna misumari. Yesu anasema shikilia, na nalia huko, kwa sababu kitupa huo umetupa tiketia